Shalom shalom mwana wa Mungu, ninaitwa mwalimu Glory Kwayu kutokea Dodoma na leo hii niko Mwanza kwa ajili ya jambo kubwa kabisa ambalo tuko nalo pale Vijana Center. Ni mkesha mkubwa ambao tutaufanya tarehe 30 mwezi wa 5 2025, kuanzia saa moja jioni mpaka saa kumi na moja asubuhi ni mkesha wa kumjengea Yesu madhabahu. Neno la Mungu linasema katika uh, kile kitabu cha Mathayo 5 Mathayo tano mstari ule wa nane ya kwamba heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Njoo ujifunze siri za kumjengea Yesu madhabahu ndani ya moyo wako, ili uweze kufika kwenye hatima yako. Ninafahamu una uh, matamanio ya kuwa na mafanikio makubwa, lakini zipo siri za kuwa na madhabahu sahihi ndani ya moyo wako ambayo unatakiwa ujifunze maarifa hayo tarehe thelathini pale Vijana Senta, gorofa namba tatu. Yes, kila kitu kipo tayari na siti yako ipo tayari kwa ajili yako tu. Njoo na notebook yako, njoo na biblia yako, njoo na marafiki zako ambao unawapenda ambao unatamani kabisa wafike kwenye hatima kubwa ndani ya taifa ambalo Mungu amekuweka. Yes, tutakuwa na kipindi kizuri kabisa cha kusifu na kuabudu yeah. Tutakuwa na kipindi kizuri cha kuomba cha kufanya maombi au cha kupeleka hoja zetu zenye nguvu mbele za Mungu. Pia tutakuwa na kipindi kizuri kabisa cha kusikia lile neno ambalo Yesu amelidondosha hapa jijini Mwanza. Yes, usipange kukosa, hakuna kiingilio chochote. Njoo na rafiki zako, njoo na mke wako, njoo na mume wako, njoo na familia yako kwa ajili ya kizazi chako. Mungu akubariki sana.